Jamani, twendeni mbele turudi nyuma twende mbele turudi nyuma, ila kwa sasa duniani, kwa sasa hivi hakuna mtu au mwadhili ambaye anaweza kuongea na Wakristo kama Mazinge. Hakuna, wapo lakini hakuna kama Mazinge. Mazinge ndo namba moja. Mazinge ndiyo mwadhili ambaye aliwahi kusilimisha Wakristo 500, wachungaji 500 kwa mara moja. Mazinge ndo mwadhili wa, wa, wa, wa Kiislamu ambaye anaweza kuongea na Wakristo na ndo mwadhili ambaye amesilimisha watu zaidi ya milioni mbili. Yani watu walosilimisha Mazinge, ukisema uchukue boti zile za Azam za kwenda Zanzibar, unajaza boti saba nane, wanajaa watu na, na watoche au wadogo, labda ulete boti kumi. Watu walosilimisha, kasilimisha watu wengi, anaenda sehemu Kongo ko wapi, anasilimisha watu mia saba kwa mpigo. Na Mazinge ndiyo mwadhili ambaye anaongea na Wakristo, na tangia zikazi yake Mi nimefatilila yake yote sijaikuwona Muislamu hata mmoja ambaye wamefanya muaza la Mazingi na wachungaji, sijawona hata mmoja tangia naweze kumfuatilia ambaye amelitadi ametoka kwenye Uisilamu ameenda kwenye dini ya Ukilisto. Hayupo, lakini nashuhudia watu tano kwa pamoja, ashadu ashadu, wanasilimishwa hapa, wnaenda nyuma kukatwa kwa magovi, watu saba, siyo watu tano kwa, wa, kwa yani kafanya mala moja mara nyingi lakini. Nashangaa, sijui kwa nini hamumuongelei sana. Mshazoea kuongelea wakina Diamond, wakina ankozala, sijui wakina nani, vitu vya dunia ndio mnavitakanyia. Watu wanafanya kazi ya Allah, muongelee. Afu vijana wa Kiislamu muongeleni basi, umzie hata mara moja, muoneni hata huruma. Mzee wa watu, kazi aliyoifanya, hata mawaziri wetu wa sasa hivi wakina Shafi sijui wakina nani, wote wameiga vitu kutoka kwa Mazinge. Hebu Shafi kwanza huyo hapo tumsikilizeni, Sheikh Shafi kwanza huyo hapo kama Mazinge tu anaseka kidogo mtu mzima, lakini kipindi chake Mazinge alikuwa hatari sana. Kafanya kazi na madhaifu yake, Mungu atamsamehe. Kazi kubwa sana sana sana sana, unajua, ndio mtu ambaye mpaka ile alifungwaga kwa sababu ya mabucha nguruwe. Akatua kesi, kafunja mabucha nguruwe, kaiba kilo kumi za nyama nguruwe na mzani, akaenda kufungwa miaka minane. Yote ilikuwa kwa sababu ya dini, yote ilikuwa kwa sababu ya dini anachukua kwa sababu watu ndio wanamtafuta, kipindi kile wakampachikia ile kesi. Ndiyo yale aliyosema Yesu kwa katika Luka 3:14. Msimshtaki mtu kwa uongo. Yesu alishasema katika Luka 3:14. Habibu Osman Mazinge, unakaa vizuri sasa na karatasi yako, tukua tunaandika. Ye, unachukua daftari na peni unaandika, e, Luka ngapi? E, anasoma wewe, sikiliza Mathayo kumi na moja ishirini na nane. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, mpe Yesu anasema tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo mimi na wewe tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. E, anayo sauti yake fulani hivi, Sheikh Mazinge alikuwa anaongea yeah, kama unani mara ya kwanza kumsikia unaanza kukata, e, ndio wewe wewe, kumi na moja ishirini na tisa Mathayo, mpe unasikia kabisa. Asa, kulikuwa na yule yaya msomaji, watu wengi hawajui max yaya, yeah, yeah. alikuwa ni msomaji na msomaji ndio anatakwa uwe hivyo.